naali na ahali zake pia ni wawisi, pia niohusie nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa taala na kumtii. Leo Maalim Jaafar Mtavassy nitawahadarisha kuhusu tafsiri ya ndoto ambayo mtu ameona akiwa anazima moto anazima moto. Tumewahi kuzungumza kuhusu tafsiri ya mtu kuona moto katika ndoto. Leo tunazungumza katika upekee kabisa maana ya mtu kuona akiwa anazima moto, na siyo kuzima moto tu, bali kwenye ndoto hiyo hiyo kumtolea posa mjane kwa mahari ya mwanamke mwari mwanabikira, kutoa posa kwa ajili ya mwanamke mjane, lakini ndoto hiyo hiyo mtu anaambiwa atoe mahari ya mwana bikira au binti ambaye hajapataka kuguswa kwa nguvu hiyo ya uchumi ya pesa hiyo, mahari hiyo anaambiwa aitoe kwa ajili ya mtu ambaye tayari yeye ni tayib, lakini siyo tayib tu. Uh, ni armala, ni mjane, na Um, swali so nimeulizwa, Maalim, assalamu alaikum. Naficha jina la aliyeniuliza hapa, naitwa akaweka jina lake, kisha akasema usiku wa kuamkia leo nimeota nipo mtaani kwetu, kuna nyumba inaungua moto, nikawa narusha mchanga kwa ajili ya kuuzima, nikapiga teke mlango wa nje wa hiyo nyumba ukafunguka moto nikakuta umezimika ghafla, nikajikuta nipo katika hiyo nyumba na bibi mtu mzima ambaye ni jirani yetu na wanawake wengine watu wazima wenzake. Yeye huyo bibi nikakaa naye tukazungumza, akawa ananiambia, ikiwa unamtaka huyu binti itabidi utoe pesa kama za mwari, maana huyo binti ni mjane. Nikashangaa huku kichwani najiuliza nitoeje pesa za mwari eh, kwa ma kwa maana pesa nyingi wakati huyu sio mwari. Nikashtuka hapo ni wakati wa saa tisa usiku wakati wa kuswali sunna. Ah, ndoto hii nimechagua kuijibu hapa ni miongoni mwa ndoto nyingi ambazo nimejibu katika wiki hii au wiki iliyopita, lakini nimechagua kujibu ndoto hii kwa sababu gani? Ndoto hii ina ujumbe mkubwa wa kiroho na ina maelekezo. Mtu ambaye ataona ndoto inayofanana na hii afahamu kabisa kwamba moto, tumewahi kuusema, moto ni ishara ya elimu, moto ni ishara ya mwongozo kwa mujibu wa surati Taha, na moto pia ni ishara ya fitna kwa vile moto huo unakula vitu kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu wa alaihi wasallama na kadhalika lakini kwenye ndoto hii moto unaowaka katika nyumba ya mtaani kwa, mtaani kwao ilikuwa ina maana eh, inayoashiria fitina, mizozo au matatizo katika jamii au familia yao. Um, kurusha mchanga na kuuzima moto, hii inaonyesha kuwa huyu mtu ni mtu wa kutatua matatizo au anajitahidi kuzima fitna na kurejesha amani, anajitahidi kuzima fitna na kurejesha amani lakini pia inaweza kumaanisha kwamba huyu mtu ana juhudi za kutakasa hali fulani ya kiroho katika nafsi yake, ipo hivi. Kwa hivyo ndoto hii tunaijibu kipengele kwa kipengele, na ina maana in general. Sasa nisikilize vizuri, kule kupiga teke mlango na kuingia ndani, hii inaashiria ishara ya ujasiri wa mtu huyu kuweza kuvunja vizuizi eh? na kuingia katika jambo kubwa kwa kishindo. Inaweza pia kumaanisha kwamba mtu huyu anaishi eh, mtu huyu anaingia kwenye jambo la ndani zaidi, labda siri au majukumu fulani mazito, anaweza kuwa anayiendea. Mtu huyu pia kuwakuta wanawake wakubwa na bibi wa jirani yake, hii inaweza kuwa na maana nyingi sana. Wanawake wakubwa mara nyingi ni ishara ya hekima ushauri au mambo ya jadi au familia. Na kama mtu mzima huyu anakuwa ni mtu ambaye yeye huwa anakwenda mara nyingi kwake kutaka ushauri, inaweza ikajulisha maana ya jino gego la chini katika kinywa chake. Um, bibi jirani anayezungumza naye anawakilisha mtu au hali inayokushauri jambo la muhimu sana kimaisha au inaweza ikawa na maana hata ya shekhi. Unaweza ukashangaa mimi nimevuka hapo, imeenda mbali zaidi, zakajulisha maana ya mtu ambaye ananufaisha umma hii. Kama hivyo bibi kumwelezea kuhusu binti mjane na kutoa pesa za mwali, kipengele hiki ndicho ambacho pia nilitaka watu wafahamu undani wake hasa. Hii ni tafsiri ya kuchagua kati ya hisia zake binafsi na hali halisi ilivyo. Yaani, kuona mtu anaambiwa afanye jambo tofauti na nilivyo katika ukubwa wake. Hii ni ishara ya huyu mtu eh, kuwa anaelekezwa eh, kuchagua baina ya hisia zake au hali halisi ya jambo lilivyo. Hisia zake zinaweza zikampeleka mbali zaidi, kwamba ndio angefanya hivyo, lakini kuna maisha halisi ambayo ndani yake anaishi hivi sasa hayo maisha ndiyo tunayoyazungumza kwamba anashauriwa huyu mtu kuishi kwa mujibu wa muktadha wa hali aliyokuwa nayo kwenye kipindi hicho. Inawezekana ikawa mtu huyu mambo ni mengi upande wake, kama vile kupendekeza e, kule kule kupendekezwa kwake atoe mahari kwa mjane, inayoonyesha jambo e, inaonyesha jambo linahitaji uamuzi mzito na wa kiakili siyo kihisia tu. Uamuzi unaotakiwa kutumika hapa ni wa kiakili siyo hisia, maana kama hisia, basi ingefaa kutoa pesa za mwari moja kwa moja bila yeye kujiuliza katika hiyo ndoto. Nafahamika vizuri, nadhani. Kwa hivyo ni jambo ambalo linahitaji eh uamuzi mzito na sio kutoa kwa mihemko ya kimwili. Inawezekana mtu huyu ana tamaa au wazo juu ya jambo fulani, kama vile kuoa. Kuna mwanamke wa hadhi hiyo ambaye yeye anamtaka, lakini uhalisia unamtaka aishi na mwanamke asiyekuwa huyo. Vijana wengi ninapokaa nao vijana wenzangu, huwa ninawaambia kwamba hakikisha unafanya jambo linaloendana na wewe, na hii ndoto inazungumza katika hilo kwa muktadha huo lakini inawezekana mtu huyu ana tamaa au uwezo wa juu eh, kwa jambo fulani au mtu lakini linahitaji muda, gharama au kujitolea kuliko ambavyo anadhani hmm. Kuamka saa tisa na kwenda kuswali, hii ni alama ya baraka. Kuamka kwenye wakati wa ibada eh, baada ya ndoto mara nyingi huonyesha ndoto hiyo ilikuwa na maana ya kiroho lakini pia nimesema kwenye kalenda yetu ya ndoto, nyakati ambazo mtu akiona ndoto kuwa zinakuwa ndani ya muda gani kwa muktadha wake. Ah, kwa hivyo hii ndoto kwa muhtasari wake, ujumbe mkuu uliobebwa na ndoto hii ni kwamba huyu mtu ni mtu mwenye dhamira ya kutatua matatizo na kusaidia watu. Ndoto hii inaashiria kuwa atakutana na jambo au mtu ambaye atahitaji msaada wake, lakini msaada huo utahitaji fikra pana, subira na kujitolea. Na kama mtu huyo anazingazinga kwenye jambo la kuoa, basi inampasa afikirie sana namna ya mwanamke ambaye yeye anakusudia kuingia naye katika ndoa, eh, wa hali ya namna gani na, na hali gani. Pia inaonekana kama mtu anahitaji kufanya uamuzi mzito juu ya jambo linalohusiana na wanawake au familia, lakini asiamue kwa hisia tu, bali atumie hekima kubwa kuendea jambo hili. Usia wangu ambao nilimpatia aliyeniuliza ndoto hii, nilimwambia fanya istikhara ikiwa kuna jambo zito unalifikiria, usikubali kushawishiwa kutoa msaada mkubwa kwa mtu isipokuwa uwe umeelewa vizuri hali yake. Maana yake inaweza ikajulisha mtu huyu kuingia kwenye utabiliwa. Endelea na ibada zako hasa nyakati za usiku, kwani ndoto hii imeambatana na matukufu na muda mzuri, muda wa utukufu. Hivyo basi, fahamu kwamba ndoto zinakuja na ujumbe mkubwa sana. Kama unaona ndoto na unataka kujua ndoto yako ya maisha nini basi unaweza kutuuliza wana kupitia WhatsApp kwenye namba hiyo inayopita kwenye kioo chako. Lakini pia kama unahitaji kupata msaada wa kitiba, msaada wa kitabibu, pia unaweza kututafuta kwa njia ya, ya WhatsApp. Insha Allah Taala Mwenyezi Mungu atujalie kuwa wenye kusikia mazuri na kufanya kazi, kuyafahamu pia na kuendea, lakini atuwafikishie pia kufahamu maovu na kuyaepuka. Baraka Allahu li wa lakum wassalamu.